I I gotta... karibuni sana katika episodi yetu ya ishirini na mbili ya Wanangu Podcast. Mimi ni host wako Good Luck like Joseph aka Imani Joseph formerly known as The Rap Addict, na karibisha sana katika episodi yetu mpya ya Wanangu Podcast ambayo nimeita Good is not enough. Umetoka kumsikiliza rapper/mc anayefahamika kama Abso kutoka katika lebo inayofahamika kama TDE Top Dog Entertainment nchini Marekani ikiwa imekuza vipaji vya high profile vya wasanii kama Kendrick Lamar, Schoolboy Q na wengineo. Abso anatuambia Do better. Ni wimbo ambao unapatikana katika albamu yake ya tano iliyotoka tarehe 16 Disemba mwaka 2022. Wimbo huu unaendana moja kwa moja na topic ambayo nataka kuizungumzia siku ya leo. Unajua, kama binadamu wakati mwingine tukipata matokeo ambayo yanaridhisha kiasi, basi na sisi huridhika na kusahau kwamba tunaweza tukafanya vizuri zaidi. Abso anatuambia there's nothing they can do that I can do better, better yet, there's nothing that I can do that I can do better. Anachomaanisha ni kwamba hakuna kitu ambacho wao wanaweza kukifanya ambacho mimi siwezi kukifanya bora zaidi, lakini vilevile vile zaidi, hakuna ambacho mimi mwenyewe naweza nikakifanya ambacho siwezi kukifanya vizuri zaidi yanivyokifanya mara ya kwanza. Na tuna mifano katika hili, kuna watu kama kina Usain Bolt ambayo ambaye ni mwanariadha maarufu kutoka nchini Jamaika, ambaye unaona anaweza akaweka rekodi leo ya kukimbia uh, umbali wa mita mia kwa muda fulani, and then akija kukimbia mara nyingine anaweka rekodi ambayo ni bora zaidi, which means anaweza anakuwa ana amefanya kitu bora kuliko alichokifanya yeye mwenyewe kwa wakati uliopita. Kwa well, we can always do better. Na huo ndo ujumbe ambao nataka leo ubaki nao ukiwa unasikiliza hii episode, na utakapoondoka uondoke na ujumbe kwamba you can always do better. Unasikiliza Wanangu Podcast. Sisi Waswahili kuna neno ambalo huwa tunalitumia kuelezea hali ya mtu ambaye anaridhika au ameridhika na matokeo anayopata kutokana na kufanya shughuli fulani na hivyo kutoona sababu nyingine ya kuendelea kusukuma gurudumu zaidi ili kupata matokeo bora zaidi. Tunasema mtu huyo kabweteka. Wazungu wenzetu wana neno linaitwa complacent Unasema kwamba he has become complacent, yani kwamba umeridhika na matokeo ya hicho kitu unachokifanya, na hivyo huoni tena sababu ya kujihangaisha na kuendelea kufanya uh, kuweka jitihada zaidi ili uweze kupata matokeo bora zaidi. Kwa hiyo kubweteka, au to become complacent, ndo kitu ambacho nataka leo kukizungumzia, ili tukumbushane tu kwamba haijalishi unafanya kitu kwa ubora kiasi gani au vizuri kiasi gani, uh, unaweza siku zote ukafanya bora zaidi kupata matokeo ambayo ni chanya aa, na yenye tija zaidi kwako na kwa watu wengine pia. Na moja kati ya sababu ambayo naweza nikaitoa ambayo inaweza ikasababisha moja kwa moja ili swala la kubweteka au kuridhika na matokeo unayoyapata kila siku ni ile tunaita business as usual, yani kwamba bwana, hii kazi sisi watu tunaifanya hivi hivi hivi hivi na hivi. Kwa hiyo, ubongo wako unakuwa kama uko kwenye autopilot, yani autafuti njia nyingine yoyote ya, ku, ya kuboresha labda matokeo unayopata au kurahisisha namna ufanya una, ah, ya ufanyaji hivi, hivi, hivi, na hivi. Na kazi tuka uh, au tukashirikiana tuka kirahisi zaidi. Kwa hiyo, hiyo ni sababu mojawapo ambayo inaweza kupelekea mtu kusema, ah bwana, tunachokipata ndo hicho hicho. Hata kama kuna potential ya kuweza kubadilisha namna ya ufanyaji kazi ili mpate matokeo bora zaidi, lakini haifikiriwi kutokana na kwamba it's business as usual, bwana afanya vile vile, ila amnarudi nyumbani kwake ya, inakuwa imeisha. Kwa hiyo hilo ndo ambalo naweza nikazungumzia kwamba inaweza kuwa ni sababu mojawapo ya hii hali ya kubweteka na kuendelea kupata matokeo yale yale kila siku, kwa sababu natumia mbinu zile zile katika ufanyaji kazi. Katika kutoa mfano tu, tunaweza ukaangalia maisha ya mwalimu Nyerere ambaye tunamuita mwalimu kwa sababu kweli alikuwa mwalimu na alikuwa akifundisha St uh, Francis College ambayo iko mkoa wa Pwani, iko pembeni kidogo mwa jiji la Dar es Salaam, panafahamika anafahamika kama Pugu, na alikuwa akifundisha hapo lakini alikuwa vile vile ana matamanio ya kisiasa alikuwa na, siyasa, na political aspiration, ambazo zilimfanya mbali na kazi yake ya walimu ambao alikuwa akimwingizia kipato ambacho wa kinaendesha familia yake, alikuwa vile vile ni mwanachama wa Tanganyika African Association ambayo baadaye ikaja kuwa TANU mwaka 1954 lakini kabla ya hapo, uh, mwaka 1953 akachaguliwa kuwa mwenyekiti wa chama na hivyo akaamua kujikita moja kwa moja kwenye masuala ya kisiasa akaachana na, na kazi ya ualimu ambao vilevile ilikuwa vile ni riski kwa sababu unajua ndo kazi ambayo ilikuwa inampatia kipato na ndo kazi ambayo kidogo ilikuwa ina uhakika kwa, kwa sababu chama kama chama bado kilikuwa hakiko kwenye position nzuri financially kuweza kutekea ku, kute kila kitu kinachoendelea kwenye maisha yake, lakini aliteki hiyo risk na chama pia kiliteki risk kwa kusema bwana, tutakuzingatia katika namna unavyoishi na familia. Kwa hiyo hapo tunaona kabisa kwamba huyu ni mtu ambaye alikuwa na kazi ambayo pengine ilikuwa ina, ina security zaidi kuliko hiyo kazi ambayo alichagua baadaye, lakini hakuweza kubweteka kwenye ile kazi yake. Akusema kwamba ah, bwana, mimi ni mwalimu hapa, mshahara wangu napata vizuri, anaendeleza familia, ya nini nitoke niende nika nikaanze nika kuhangaika na siasa tena? Pengine angefanya hivyo, asingeweza kuja kuwa waziri mkuu wa kwanza wa Tanganyika, asingeweza kuja kuwa rais wa kwanza wa Tanganyika. Asinge pengine kuja kuitwa baba wa taifa mpaka leo hii. Kwa hiyo ualimu ulikuwa ni kazi nzuri na ni kazi ambayo alimpatia kipato lakini alienda kwa kufanya kitu ambacho aliamini kwamba kitakuwa ni kikubwa zaidi. E, kwa sababu kule kwenye siasa ndiko ambako tukuja kupata uhuru wa Tanganyika mwaka 1961. Pengine asingetoka na uongozi wake ungekosekana kwenye kile chama, pengine tusingeweza kupata uhuru kwa kwa uharaka kwa namna ambavyo tulipata. Kwa hiyo siku zote you can do better, haijalishi kwamba unafanya hizo kicho kitu vizuri kiasi gani, au unachokifanya kinaenda vizuri kwa kiasi gani, lakini siku zote kama kuna opportunity, kama unaona kuna potential ya kufanya kitu ambacho kileta kitaleta matokeo bora zaidi kwako na kwa watu wengine, ni vyema ukafanya hicho kitu, kwa sababu ni kweli hayo matokeo yanaweza yakaja na yakawa ni bora kwa kila mtu anayekuzunguka. So ni mbinu gani ambazo mtu binafsi anaweza akazifanya au akazifuata ambazo anaweza zikamfanya aweze kufanya vyema zaidi kuliko alivyofanya last time. Na kitu cha kwanza ambacho mimi ningeweza kusema ni kwamba lazima uwe na mipango, lazima uweze ku set your goals, kwamba bwana, ndani ya muda huu hapa mpaka hapa, nitafanya kitu moja, mbili, tatu, na malengo yangu ni haya, ili iwe rahisi wewe kupima performance yako kuweza kupima kwamba okay, nilikuwa nataka kufanya hiki na hiki lakini nimefikia hapa na hapa. So next time pengine nifanye hapa namna hii, uh, nibadilishe ni mbinu ambazo nilizitumia mara ya kwanza, pengine nitapata matokeo ambayo niliyataka. Hata kama hukutimiza kile kitu ambacho ulisema unakifanya, lakini kwa vile umesha, umeshajua tatizo liko wapi, ni rahisi sasa kuweza kurekebisha hilo tatizo na kuweza kuyaelekea yale malengo ambayo ulikuwa unataka kuyafikia. Uh, nafikiri ni kitu cha msingi sana kuwa na mipango, na mimi ningesema kabisa, andika kabisa chini, andika kwenye karatasi kama kwenye diary au kwenye daftari. Andika kabisa mipango yako kwamba nataka kufanya moja, mbili, tatu ndani ya muda huu ili uweze kujua. Ile inakuwa kama ramani sasa kwamba bwana e, nilisema kwamba mwezi fulani na fulani nitafanya hivi, hivi, na hivi. Mbona huu mwezi umekaribia na bado sijaanza hata kufanya kile kitu ambacho nilikuwa nataka kukifanya. Na kwa hiyo inakuwa rahisi kujimonita wewe mwenyewe kwenye mipango yako. Na namna ambavyo unaendesha maisha yako. Kitu kingine ningesema tusiache tu kujifunza kwa namna yoyote ile, kama ni kuangalia video za YouTube, kama ni kusoma vitabu, kama ni kuongea na watu ambao tunaamini kwamba wana, wana ujuzi zaidi yetu, basi tufanye hivyo vitu vyote, kama ni vyote unaamini katika kufanya vyote, fanya hivyo vitu vyote as long as vinakuongezea ujuzi mahala fulani, kwa sababu kujifunza hakuna mwisho, kama unavyosema elimu haina mwisho, kujifunza hakuna mwisho. Hata kama unajua, ili ufanye vitu vyema zaidi, ili ufanye kitu bora zaidi, ni lazima uwe unajifunza kila siku, yani kila siku katika uh, mfumo wa kujifunza vitu. Katika kila unachokifanya uweze kuwa una observe vitu ambavyo vinaendelea kwenye, kwenye, kwenye dunia, ili uweze kujua ni wapi pa kujitwist, ni wapi pa ku pa kuadjust ili uweze kupata matokeo bora zaidi. Yule anayejifunza kila siku ndiye atakayeweza kuboresha kazi yake, kwa sababu anaujua vizuri ule mwenendo wa kazi anayoifanya. Kwa hiyo mimi ningesema jifunze kila siku, usichoke katika kila kitu unachokifanya. Uh, observe, angalia watu wanaofanya vizuri, wanafanyaje? Jifunze kutoka kwao, adapt kile ambacho wanakifanya ili uweze kuboresha hicho uh, ambacho unakifanya na maisha yako kiujumla. Ya mwisho ningeweza kusema kwamba pokea ushauri ule ambao unaona ni ni wa kujenga, haijalishi nani kausema. Hata kama huyu mtu aliosema unaona yupo kwenye klas tofauti na wewe, pengine unahisi kama wewe ndio ulitakiwa umshauri yeye, lakini as long as ushauri unaona kama utafaa kwenye kuboresha, kuweza kupata matokeo bora kuliko wao wanayopata siku zote, basi uchukue huo ushauri ufanyie kazi. Kwa sababu kwamba umetoka kwa nani hiyo haijalishi, as long as ushauri huo utafanya kazi na utaweza kufanya wewe upate matokeo uh, bora zaidi. ushauri. Kwa hiyo usikatae ushauri eti kisa kwamba umetoka kwa mtu ambaye hukumtarajia kwamba atakupa ushauri, bali kama wewe ushauri unaona kwamba unaweza ukaboresha kile ambacho unakifanya, ufuate ufanye, na ukipata matokeo bora, basi faida ni kwako, haina hakuna mtu atakujaji kwamba fulani na fulani ndo alikupa ushauri huo. Hata kama wakikujaji, wakikujaji, it doesn't matter kwa sababu mwisho wa siku umeboresha kile kitu ambacho ulikuwa unakifanya kwa namna moja, sasa hivi unafanya kwa namna ambayo unapata faida zaidi. Kwa kumalizia tu, ningependa kukuacha na quote inayosema kwamba there is a way to do it better find it, ambayo ilisemwa na Thomas Edison akiwa ni uh, mgunduzi, lakini vile vile mfanyabiashara maarufu kutoka nchini Marekani, ambaye aliishi karne ya 19 mpaka karne ya 20 mpaka mnamo miaka elfu moja mia tisa thelathini ambapo ndo alifariki. Sasa hii kauli yake inaungana moja kwa moja na kitu ambacho ilikuwa nakizungumzia kwanzia mwanzoni mwa episodi yetu hii ya Wanangu Podcast ambayo inaitwa Good is not enough. Um, kwa sababu kama there's always a way, you just need to find it. Yani unatakiwa utafute. Sasa hiyo njia iko wapi? Na huo ndo mtihani ulioko kwa sisi binadamu. Uh, kila binadamu anataka kufanya vizuri kwenye kile kitu anachokifanya, lakini unatakiwa utafute ile njia sasa ambayo itakuwa bora kwako wewe kuweza kufanya vizuri zaidi. Unaweza kufanya vizuri lakini, tunazungumzia kufanya vizuri zaidi ya hivyo ambavyo unafanya sasa hivi. Kwa hiyo hata kama unaamini kwamba unachokifanya ni ndo top kabisa, hakuna mtu anaweza kufanya bora zaidi ya hapo, vilevile unatakiwa uingie kazini ili uweze kumaintain hiyo quality kwa hiyo siku zote lazima utakuwa na kitu cha kufanya ili cha kuendeleza hicho kitu ambacho unakifanya. Kama ni kimefikia ubora wa mwisho, basi you're you going to have to maintain that quality, ili watu ambao wana, wanaona matokeo yako au ambao matokeo yako ya hicho ya kitu unachokifanya yanawahusu ya moja kwa moja, wasione utofauti wa quality ya, ya hayo matokeo uweze ku maintain. Lakini kama unaona hicho unachokifanya kipo chini, vilevile unatakiwa uingie kazini ili uweze kukuza ile quality ya ya hicho kitu ambacho unakifanya. Kwa hiyo, anayefanya vizuri anatakiwa ingia kazini, ambaye anafanya kawaida anatakiwa ingia kazini, ambaye anafanya vibaya anatakiwa ingia kazini. Kwa hiyo mwisho wa siku, cha kujifunza ni kwamba hakuna kusubiri, ni kila siku natakiwa kufanya juu chini kuboresha kile ambacho unakifanya uh, ili kiweze kuwa bora zaidi mpaka kufikia hapo. Tunakuwa tumefikia mwisho wa episode yetu ya ishirini na mbili ya Wanangu Podcast. Mimi ni host wako Good Luck Joseph aka Imani Joseph formerly known as the rap addict. Till next time, peace.